Mambo 13 ya kuzingatia ili kupambanua kitubio chako cha Kwaresma. Ili uwe na kipindi cha Kwaresma chenye matunda. Anza kwa kupambanua vema kitubio chako cha Kwaresma. Yafuatayo mambo 13 ya kuzingatia. Jambo la kwanza, tenga muda kwa ajili ya sala. Hatuwezi kumrudia Mungu bila msaada wake. Hii ina maana ya kuwa ili kupambanua vema kitubio cha Kwaresma, hatuwezi kufanya maamuzi sisi wenyewe bila kumshirikisha yeye. Tenga muda wa kuzungumza naye kuhusu jambo hili. Usitarajie jibu la papo hapo na usiondoke ukiwa na uamuzi wa mwisho mara moja. Kwa kawaida Mungu huchukua muda wake kutupa utambuzi wa ndani kuhusu namna tunavyopaswa kubadilika. Namba mbili. Tafakari udhaifu wako wa kiroho. Wakati wa Kwaresma ni kurudisha mioyo yetu kwa Mungu pale tunapokuwa tumepoteza mwelekeo kwake. Pikiria, ni wapi tunapoanguka kiroho? ni dhambi zipi unazozitenda mara kwa mara kwenye sakramenti ya kitubio? Ni vinyago gani vya uongo unavyopaswa kuvibomoa? Vitambue, kisha muombe Mungu akuoneshe njia bora ya kuvishinda katika Kwaresma hii. Namba tatu. Chagua kitubio kinachoendana na hali yako ya maisha. Wakuombe usahau wajibu au majukumu yako wakati wa Kwaresma. Ikiwa kitubio chako kinafanya vigumu kwako kutimiza kile unachopaswa kufanya katika maisha ya kila siku au kinasababisha wengine kuteseka, havitasaidia kuimarisha uhusiano wako na Mungu. Yeye kamwe atuombi zaidi ya kile tunachoweza kutoa. Namba nne, lenga katika kuwa karibu zaidi na Yesu. Ni rahisi kuchukulia kwa lazima kama changamoto binafsi tu au kama mchakato wa kujiendeleza kimaisha. Ingawa inapaswa kuwa changamoto na inayoleta mabadiliko chanya, lengo lako kuu linapaswa kuwa Yesu na jinsi unaweza kuunganika zaidi naye. Jiulize mara kwa mara, ni jambo gani itakaofanya moyo wangu kuwa wazi zaidi kwa Yesu ifikapo Pasaka? Namba tano: Chagua jambo gumu lakini linalotekelezeka. Mara nyingi tunaingia kwa lazima, tuko na mitazamo miwili kutafuta jambo ngumu kuliko yote au jambo ambalo halitavuruga kabisa maisha yetu ya kawaida. Kile Mungu anachotaka kutoka kwetu wakati wa Kwaresma ni uthabiti, consistency. Anataka tufanye jambo litakalokuwa na mguso wa maisha yetu, lakini ambalo tunaloweza kuitimiza kwa kipindi chote cha Kwaresma. Kama ni kufunga chakula, kama ni kujinyima kitu fulani kwa ajili ya wahitaji. Jambo lolote tukaolichagua liwe lina uthabiti. Namba sita. Tafakari kitubio cha mwaka jana. Tafakari kitubio chako cha mwaka jana. Ikiwa umeweza kukumbuka, je, kilienda vipi? Ikiwa kilifanya kazi vizuri, unaweza kukijenga zaidi mwaka huu. Ikiwa hakikwenda vizuri, au ikiwa kilifanya kazi wakati wa kwaresma, lakini mambo yakaharibika baada ya Pasaka, fikiria jinsi ya kubadilisha mwaka huu. Usirudie kitubio cha mwaka jana kwa sababu tu umezoea kufanya hivyo. Namba saba. Kitubio kitu si lazima ni tu. Tu kwa ajili ya kuacha kitu fulani tu. Hatulazimishi tu kuacha kitu fulani wakati wa Kwaresma. Unaweza pia kujitwika mambo mema yanayoweza kukusaidia. Hata hivyo, kwa kuwa kufunga ni sehemu muhimu ya Kwaresma, chochote unachochagua kujitwika kinapaswa kuwa kwa namna fulani ni sadaka. Kwa mfano, kutenga muda mrefu zaidi wa kimya katika sala, kutoa muda wako jioni kusoma maandiko matakatifu, au kuwa na upendo kwa mtu ambaye ni vigumu kuelewana naye. Namba nane. Kumbuka sala na matendo ya huruma. Kwaresma inapofika, mara nyingi tunawaza zaidi kuhusu kufunga. Hata hivyo, usisahau kuhusu sala na matendo ya huruma. Haya matatu kwa pamoja ndiyo yanayohitajika kwa ajili ya Kwaresma. Hili inaweza kuwa sehemu ya kitubio chako kama vile kuamka mapema kwa kusali au kutoa Jumamosi yako kwa ajili ya kazi ya kutoa msaada. Inaweza pia kuwa nyongeza kitubio chako, lakini tena chagua matendo ya sara na huruma unayoweza kuyatekeleza. Namba tisa. Tulia na uamuzi wako kwa muda fulani. Mara baada ya kusali kuhusu kitubio chako na kupata picha ya kile Mungu anachotaka, Chukua muda kutulia na wazo hilo. Wakati mwingine tunaweza kuwa na msimamo mkubwa wa kiroho kuhusu wazo fulani na kujikuta tunapeperushwa nalo, lakini baadaye tunagundua kuwa haliwezi kutekelezeka. Ndiyo maana ni vema kuanza kusali kuhusu jambo hili wiki chache kabla Kwaresma kuanza. Namba kumi. Usijihukumu. Kwenye mabano weka usijitese. Mungu si Mungu wa kisasi ambaye huzuni yake inaweza kutulizwa tu kwa kukuona unajitabisha na kujitesa. Kitubio ni kuhusu kufanya marekebisho ya kiroho, lakini hiyo si sawa na adhabu ya mateso. Mungu hataki uchague kitubio kinachokufanya uwe na tabu zaidi, bali kile ambacho kina uwezekano mkubwa wa kukuongoza kwenye uzima wa milele. Namba kumi na moja usifikirie kupita kiasi. Hakuna kitu kinachoitwa kitubio kikamilifu. Ndio, ni wazo zuri kutenga muda wa kutafakari na Mungu, jua kile anachotaka kutoka kwako, lakini usianze kuwa na wasiwasi kupita kiasi. Chochote utanachochagua ikiwa umekichagua kwa roho ya upendo kwa Mungu na hamu ya kuwa karibu naye, na mradi unamtegemea yeye akusaidie, atakifanya kiwe kitu kizuri Namba hakuna sheria inayosema kuwa kitubio chochote unachoanza nacho kwa resma ndicho unachopaswa kuendelea nacho hadi mwisho. Ikiwa licha ya sala na juhudi za kweli kitubio hicho kinaonekana kutofanya kazi vizuri, ni sawa, hata ni jambo jema kukibadilisha na kuwa kitu kingine. Hakuna aibu katika kufanya hivyo na haimaanishi kuwa umeshindwa. Kwa resma namba kumi na tatu. Amri yote kwa Mungu yani, jiachilie mzima mzima kwa Mungu. Mungu mara nyingi hutushangaza katika namna anavyopenda kufanya kazi. Anaweza kuwa na kitubio akilini mwake ambacho wewe hukuwahi kukifikiria au kitu ambacho ungependelea usifanye. Mara baada ya kusali kuhusu kitubio chapo na hata baada ya kukiamua uwe tayari kwa lolote analoweza kukuita kulifanya, hata kama halikutarajiwa ama ni vigumu kulitimiza. Amini kwamba Mungu anajua zaidi ya kile anachokihitaji. Mpendwa katika Kristo, Kwaresma ni safari ya moyo kurudi kwa muumba wake. Kumbuka kuwa sala, kufunga na sadaka ni nguzo kuu tatu za Kwaresma. Lengo ni tuba kweli na uongofu wa moyo, na wala si mashindano na mtu kitubio chako kinapaswa kukuunganisha zaidi na fumbo la Pasaka ya Kristo. Tujiulize, je, ulifanya nini kwa ajili ya Kwaresma mwaka jana? Nilikuwaje? Unaweza kutafakari matokeo yake ili kukusaidia kupanga safari yako ya mwaka huu. Ni mimi mtumishi wenu mdogo, ni Sister Hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.